Bibia mtoto wa bosi amekaa ndani amejitega kinoma na huyu bibia anakwenda kwa jina la Bela, lakini Bela anampenda kinoma huyu mshikaji ambaye ni mlinzi kwenye ile geti, na huyu mshikaji anaitwa Joshua. Na bibia Bela ile anamkubali kinoma huyu mlinzi Joshua, lakini huyu mlinzi Joshua anagoma. Na bibia Bela ile anamtaka mpaka anamtaka tena na anamtaka pia, lakini huyu mlinzi anagoma, wait hauchuma akihudhuria vikao nini. Lakini maragafula mdogo wake na bela anamfuma dada, anamlazimisha mlinzi wafanye hivi tena, na huyu bibia jina anaitwa Aira, lakini na mdogo mtu naye pia anampenda kinoma mlinzi Joshua, na bibia anapata wivu kinoma, akaenda kusema kwa baba, na kilichompata Joshua ilikuwa siyo poa mse. Na mchezo msima huo, hapa utazame. Mambo vipi, mimi naitwa Roboti na hii inaitwa robotingwa TV. I just want to say thank you kwa kutimiza subscribe elfu hamsini kiukweli. I see some love, usisahau ku like video, usisahau kusubscribe na usisahau ku turn on notification ili uwe wa kwanza kutazama revyu mpya kila siku, lakini pia dondosha komenti yako kuhusiana na topic ya leo. Eti ikitokea umeokota milioni 100 na aliyodondosha umemwona, lakini wewe unavyo okota hakuna aliyekuona. Je, yeah, utarudisha hizo pesa? Dondosha komenti yako, lakini pia tuma ujumbe wa sauti kupitia WhatsApp na vyote vitasikika na vitaonekana live on your big screen kwenye next review, na turudi kwenye film. Na huu msigo unaitwa sparkling dit. Basi filamu inaanza ikimwonesha huyu bibie na huyu bibie ni wakishua, ni wakishua, ni wakishua ile kinoma, na huyu bibie anaitwa Bella, lakini bibie Bella amekuwa ni mkali ile kinoma. Kwa ambaye anafanya kazi ya upishi hapa ndani, na huyu mshikaji anaitwa Yuda. Na bibi Bela sila zikimpanda huaga anashindwa kujizuia kabisa, na ndiyo maana hii leo anakuja kujikuta na mlamba makofi huyu mpishi. Lakini baadaye anakuja hubibie, na huyu bibie ni mdogo wake na Bela, na huyu bibi anaitwa Aira. Na bibi Aira amekuwa na tabia nzuri kinoma. Basi bibi Aira akamsaidia huyu mpishi anavyopigwa makofi na dada. Basi huko ni upande wa pili na life ni loki loki kinoma, na hapa na huyu bibi anapambana kinoma na huyu bibi anaitwa Mariam. Lakini pana huyu mteja analalamika kinoma, ametoa pesa na Mariam hajaona huu mwamala na huyu mteja analeta utata utata utata kinoma she. Na mara ghafla akaja huyu mwamba na huyu mwamba jina lake anaitwa Joshua. Basi Joshua ndio akampanga mteja na mteja akatulia. Basi Joshua pamoja na Mariam ni mtu na dada na wanatokea ile laifu loki loki loki kabisa, maisha yao ni hali ya chini kinoma tajiri. Basi ikichuma Joshua kakinajaribu kumpanga dada kwamba kinaenda kwenye mitikasi ya kutafuta kazi, na unajua ilivyokuwa ngumu kupata kazi, lakini chuma kinimwambia dada yake Mariamu kama wangepata kazi, basi wangeishi maisha mazuri kinoma. Basi bwana, leo chuma kiwa kwenye mitikasi ya kutafuta kazi, kakutana na ubibia na ubibia anaitwa Aira, na ikichuma Joshua kinampata ubibi bibi Aira, kinamjua kwa sababu Aira ni mdogo wake na rafiki yake Mariamu, na Aira pamoja na Mariamu wamesoma shule moja. Leo bana, bibi Aira amekuja kumtembelea Mariamu hapa mjengoni, na basi bibi Aira kawa na na ikichuma Joshua na akawa na kipanga kwamba unajua pale kwenye mjengo, baba yangu anatafuta mtu wa kufungua geti, na kwa nini usiende kwa babangu na babangu akakupa kazi, na wakawa mlinzi pale kwenye geti la babangu. Lakini chuma akikawasa kikaona kweli basi, siku ambayo inafuata ikichuma kakamata madokumenti wasomi hai kama doto magari, na tayari kinakuja kusama kwa huyu tajiri kuomba kazi hapa mjengoni. Na huyu mzee tajiri amejipata amejipata amejipata kinoma, na hapa ipo na basi, huyu mzee tayari kazi ikichuma Joshua. Lakini subiri Joshua, leo kaanza kufanya kazi, kamfungulia geti ubibie na ubibie anaitwa Bela, lakini ubibie Bela amekuwa ni mtata kinoma kwa Joshua. Basi ikichuma kajitambulisha, kinaitwa Joshua, na bibie Bela kakikanya ikichuma, ni bora ikiwa kinatabia nzuri hapa ndani, kwa sababu la sivyo kitaumana kitaumana kitaumana hapa ndani. Basi bana mlinzi akaja akakipa msosi ikichuma Joshua kikala, na baadaye, baada ya kula, kinakuja kurejea nyumbani, na hapa nyumbani kinapiga stori na huyu mdudu huyu mdudu ni mwanaye kinoma. Basi chuma Joshua kinamweleza huyu mdudu, sasa hivi tayari kimeshapata kasi. Basi siku ambayo inafuata ikichuma kinakuja kwenye majukumu yake ya kazi, na huyu bibi Aira anakuja kwa huyu mlinzi, amesema anahitaji kampani. Lakini, wait, huyu ni mtoto mkali na huyu ni mtoto wa bosi. Na huyu mtoto wa bosi amesema anahitaji kampani kwa mlinzi. Basi ikichuma akawa kinapiga stori kinoma na huyu bibi Aira mtoto wa bosi, hapa ndani akaja kujikuta ile anafurahia kinoma kupewa kampani na huyu mlinzi, lakini huku ndani Dada Bella anamwita kinoma mdogo wake Aira na Aira anachelewa kuja kwa dada na dada anamuuliza Aira alikuwa akifanya nini. Na Aira amesema amechelewa kwa sababu alikuwa akipiga stori na mlinzi, na alikuwa akipiga stori na mlinzi kwa sababu alikuwa boa. Na dada alishangaa kinoma, hapa ndani tuna TV tuna kila kitu, sasa kwa nini wewe uende kupiga stori na mlinzi, si bora hata ungewasha TV? Na kwa sababu huyu dada Bella anaelewa kabisa jinsi ambavyo mwanamke huwa anakuwa akimuelewa mchisi, akahisi huyu mdogo wake labda pengine akamuelewa mlinzi labda. Basi Siku zikaendelea kusonga mbele leo bibi Aira akamkaribisha Mariam hapa mjengoni na Mariamu wakasama ndani mjengoni, wanapiga stori kinoma na Aira kwa sababu hawa wawili ni marafiki. Lakini jioni huyu dada Bela anarudi ana hasira kinoma na bibi Bela anakuja kumtimua kabisa huu bibi Mariam rafiki yake na Aira na sia kumfukuza tu, bali dada anamkaribia kinoma huyu mdogo wake Aira, kwa nini analeta wageni hapa ndani? Basi baadaye masaya kaendelea kusonga mbele na huu bibi Aira akaja kwa Joshua akamwomba Msamaha kwa sababu dada yake Bela amemfukuza mdogo wake na Joshua yule bibia Mariam. Basi siku zikaendelea kusonga mbele. Hii leo bibia Bela anatoka na kwa mara ya kwanza alionekana kutabasamu na akamwomba huyu mlinzi amfungulie geti na bibia akaondoka nau. Ni majira ya jioni, Bibi ya Bela tayari ameshatoka kwenye mitakasi yake, lakini ile anafika nyumbani anashangaa mdogo wake Aira amekana mlinzi na wanapata chakula na wanafurahia kinoma, na yeye alikuwa anagonga geti kinoma mlinzi aje kufungua geti, lakini kumbe mlinzi yuko hapa ndani chakula na mdogo wake Aira na basi, bibi Bela akapiga makelele kinoma, anamfukuza mdogo wake Aira aende ndani na dada Bela akamfukia kinoma huyu mlinzi. Basi siku ambayo inafuata Joshua anamweleza huyu mwanae kwamba unajua dada yake na Aira amekuwa ni mkali kinoma hapa ndani kila muda huyu dada Bela akiniona mimi, na kumbe huyu dada Bela ukundani anamtazama kinoma huyu mlinzi, kama kuna namna anampenda, anamwaminia na anamtaka pia. Bibi Bela akiwa hapa ndani anamtamani kinoma yule mlinzi, anahisi hata ni bora yule mlinzi mpiga miti pengine ile hali ya kuwa na hasira ingemtoka basi, si siku sikaendelea kusonga mbele leo Ikichuma akijaingia kazini, kimekaa magetoni na laifu ni loki kinoma, lakini mara ghafla huyu dada Aira amefunga safari kutokea mjengoni, amekuja kwa Ikichuma hapa magetoni, na Aira anadai ya kwamba iko bored kinoma pale mjengoni, ndiyo sababu ya kuja kwa Ikichuma. Mlinzi anahitaji chuma kimpe kampa, lakini wait, Ikichuma hata akijiongezi. Basi kilipiga stori na Aira na wakafurahi kinoma, na bibi Aira akabeba nambe ya ikichuma Joshua na basi, majira ya usiku akapigia na simu na wakapiga stori kinoma na ikawa vaibu ile mbaya. Basi siku ambayo inafuata, ikichuma Joshua kinakuja hapa mjengoni na kinaendelea kufanya kazi kama mlinzi, lakini ikichuma kinaendelea kuwa karibu kinoma na huyo bibi Aira. Na leo mara ghafla huyo bibi Aira akaja kujikuta anampakisi huyu mlinzi we batiana na ile baadaye, wanatoka chumbani. Mara ghafla Dadabela akawafuma patam patam patam patam kinoma, kwa sababu Dadabela alisema huu msara lazima aupeleke kwa mzee. Dadabela anamwonea wivu kinoma mdogo wake Aira kwa sababu yuko na mlinzi, na Dadabela akasema hii kesi lazima haipeleke kwa mzee. Na basi siku ambayo inafuata, huyu mlinzi alipewa vitasa kinoma, na si kupewa vitasa tu, lakini bali huyu mzee alimwambia huyu mlinzi Joshua hana kazi tena hapa mjengoni. Da, basi chuma Joshua ikabidi kirejee magetoni na hapa magetoni hakina kazi tena. Basi chuma Joshua kikiwa kimekaa magetoni ile kinyonge kinoma, mara ghafla huyu dada bela anafunga safari na anakuja kwa ikichuma Joshua na anakiambia ikichuma Joshua kirejee pale mjengoni kufanya kazi. Basi Joshua alifurahi kinoma, kwa sababu tayari kibarua chake kimesharudi, ikabidi amsindikize huyu dada kurejea nyumbani. Basi na siku ambayo inafuata, tayari Joshua amesharejea kufanya kazi tena hapa mjengoni, lakini leo mara ghafla bibi ya bela anamwita joshua kuna kazi aja kufanya huku chumbani. Na ikichuma kama unavyojua huwa akihudhurii kabisa vikao vyetu wanaume, chuma kashangaa, kuna kazi kazi gani tena ya kwenda kufanya chumbani? Tende chumbani kwa mtoto wa bosi, na mtoto mwenyewe ni mtoto wa kike, na anasema lazima niende kuli chumbani, kuna kazi ya kufanya. Wait, itakuwa ni kasi gani hu bibia ananiita ndani? Lakini chuma kikajiambia, ngoja niende kwa sababu kibarua kisije kikaota nyasi. Na huku ndani bibia amekaa kimitego kinoma, na chuma kinafungua mlango ndio kinashangaa, bibia amekaa kimitego kinoma, na bibia anamuita Kinoma. Bibi mbona ananiita, na amekaa kimitego na amenambia kuna kazi ya kufanya, na mimi kazi ya kufanya sioni. lakini wait, Joshua ina inamaana kazi ya kufanya hapo uoni? kwa bibi Bella jinsi ambavyo alikuwa kikilazimisha ikichuma, na bibi Bella jinsi ambavyo alikuwa amekaa kimitego, hata angekuwa ni mwanangu Dula DJ kwa hii mitego ya huyu mtoto, licha ya kwamba kaoa, lakini bado DJ Dula lazima angepeleka moto kwa huyu mtoto. Lakini bado ikichuma mlinzi kilionekana kugoma, na hiyo yote ni ikichuma, uwaga, thurivi, na kwa sababu ikichuma huaga akihudhuri vikao vyetu wanaume, na maskini bibi kwa a mwanangu Kinoma akiwa amekabwa aliendelea kukibembeleza Kinoma ikichuma, hata kimpige miti, lakini ikichuma kiliendelea kugoma bibi kwa sauti ya usuni. Kinoma aliendelea kukibembeleza chuma, na mpaka baadaye mkeka unakuja kuchanika. Ikichuma mlinzi akijafanya kitu, na mdogo mtu anakuja kuwafuma na anaona, na panakuwa patam patam patam patam pata, Kinoma. Basi siku ambayo inafuata, ikichuma ikabidi kija kimsimulie mwanae kwamba mtoto wa bosi alikuwa ameniita kule chumbani na alintega Kinoma, lakini mimi kwa sababu na aibu niligoma na lile toto lilikuwa ni bonge moja la goma na huimdudu ikabidi ya mchane huyu mlinzi kwamba hiyo bahati ambayo umechezea hiyo bahati haito kuja tena, na shida yako Joshua haufri vikao mwanangu. Sasa mtoto kama yule amekutega na wewe unamwachaje bwanangu, da vitu vingine vinakela ujue. Basi siku zikaendelea kusonga mbele hapa mjengoni, bela pamoja na aira wanagombana kinoma, kila mmoja anamgombania yule mlinzi, anamtaka anampenda anamwaminia na anamtaka pia na. Basi mpishi hapa ndani akaamlia uugomvi, lakini leo kesi imefika kwa na baba amesikia hizi habari, lakini akawakanya wanaye wasigombani tena. Lakini siku ambayo inafuata baba anashangaa hapa sebreni Aira pamoja na Bela wanagombana kinoma, na hii yote wanamgombania yule mlinzi, kila mmoja anamtaka. Na mara ghafla, akiwa wanaendelea kugombana, baba anafika. Na leo binti Aira kwa sababu alikuwa na hasira, akajikuta analopoka kwa baba kwamba dada yake Bela ametengeneza mahusiano na mlinzi, na isitoshe huyu mdogo mtu aliwafuma ndani kati ya dada pamoja na mlinzi wakiwa wanapigana miti. Leo mdogo mtu ukaamua kutoa siri zote za dada kwa baba na hapa ndipo pakawa patam, patam, patam kinoma. Na baba baada ya kupewa hizi taarifa akawa na hasira kinoma, akaja moja kwa moja kwa mlinzi na anakuja kumfukuza huyu mlinzi kazi. Hapa ndani ikichuma Joshua hakina kazi tena na kinakuja kurejea magetoni. Lakini huyu mdogo mtu Aira, kwa sababu alikuwa akimpenda kinoma huyu mlinzi, na bibi Aira ameshavurugwa kinoma, basi ikabidi akamate mabegi na anatoroka hapa mjengoni, anakuja kuhamia magetoni kwa ikichuma mlinzi, na huyu mlinzi anaishi maisha magumu kinoma. Oki okay, lakini huu bibi Aira akaamua kuhamia kwa huyu mlinzi, na huku mjengoni baba anamtafuta kinoma binti yake Aira, hajui binti yake kaenda wapi lakini wait, huyu jamaa mpishi hapa ndani anakuja kwa baba, anakamata pesa na anamwambia baba yake na Aira kwamba mtoto wako yupo nyumbani kwa yule mlinzi na huko ndiko ambako wamehamia. Basi huyu mpishi amepewa pesa nyingi kinoma, baada ya kumwambia huyu mzee, mtoto wako yupo nyumbani kwa yule mlinzi. Na huyu mzee ikabidi ya kodi wahuni na wahuni walikuja kwa ikichuma mlinzi walimkanda kinoma, lakini cha ajabu wamempiga kinoma huyu mlinzi, na cha ajabu binti Aira hapa ndani hayupo, lakini wait. Aira yuko wapi sasa? Hapa ndani kwa huyu mlinzi hayupo, wamba ba mzee kwamba tumeenda pale kwa yule mlinzi tumemkanda kinoma, lakini binti yako Aira hayupo. Lakini mpisha akaongezea tena kwa kusema mimi nakaa jirani na yule mlinzi na nimemwona Aira anakaa na yule mlinzi kule. Basi mzee ikabidi awatume tena hawawamba na walikuja kwa huyu mlinzi, walimkanda au walimkanda, walimkanda kinoma, lakini bado hawakumwona Aira hapa mjengoni. Basi siku ambayo inafuata, bibi Aira ikabidi arejee mjengoni baada ya kuona yule mlinzi amekandwa kinoma, na yule mlinzi yuko na rafiki yake, anamweleza jinsi ambavyo amepigwa kinoma. Kwa sababu bibi Aira alikuwa amekuja hapa kuishi na mlinzi. Basi bibi Aira amesharejea mjengoni kwa baba yake, nao ni miezi mitatu baadaye. Huyu dada Bela alikuwa anapita kwenye mitaa, na mara ghafla akawamwagia maji hawamba, na hawamba wamevurugwa kinoma, hawacheki na yoyote shee, na hawamba anachotaka ni pesa, na hawamba anamsingua kinoma bibi e Bela. Lakini kwa bahati nzuri kikapita ikichuma Joshua na ikichuma Joshua kilikuwa mlinzi kwa akina Bela na basi kikamsaidia bibi e Bela leo. Basi baadaye bibibela e usaidiwa na huyu mlinzi, ikabidi afunge safari, anarejea nyumbani na anakuja kumweleza baba kwamba tumemfukuza yule mwamba ambaye alikuwa ni mlinzi, lakini yule mwamba ni mwamba pro akinoma. Hii leo nilikuwa nazinguliwa na wauni na yule mwamba akansaidia, na isitoshe yule mlinzi umemfukuza hapa ndani kazi bure, kwa sababu yule mlinzi alikuwa ana makosa. Ni mimi Bela ndi ambaye nilikuwa nikimtaka yule mlinzi na nilikuwa nikimlazimisha. Na basi dada akaja kuzungumza na mdogo wake Aira pengine siku za hivi karibuni mlinzi akarejea kufanya kazi hapa ndani. Basi bana siku ambayo na fata basi tayari huyu mlinzi amekuja hapa mjengoni, na bibi Aira anamkumbatia kinoma, na hata bibi e Bella alifurahi kinoma baada ya kuona mlinzi amekuja kuzungumza na baba, na basi baba akamwomba msamaha mlinzi kwamba binti yake Bella ndiye ambaye alikuwa akizingua, na basi baba akamweleza ukweli mlinzi kwamba unajua binti yangu Bella anakupenda kinoma, na baadaye bibi e Bella pamoja na mdogo wake Aira pamoja na bibi e Maria wapo karibu kinoma. Siku ambayo inafuata huu bibi e Bella anafunga safari, anakuja kwa rafiki yake na mlinzi na anakuja kumwele anahitaji kufika nyumbani kwa Joshua mlinzi kwa sababu bibi ebela anampenda kinoma Joshua, na basi huyo rafiki yake na Joshua anampeleka bibi ebela mpaka kwa Joshua, na maandishi yanapita na filamu inaisha. Na hii ni time ya kusoma komenti yako kuhusiana na topiki ambayo niliuliza, eti ikitokea umeokota milioni mia moja na aliyedondosha umemwona lakini wewe unavyookota hakuna aliyekuona, je, utakubali kurudisha hizo pesa? Na tuwasikilize waliotuma ujumbe wa sauti, nikirudi nitakuja kusoma komenti yako. Roboti, salamu aleikum. Ya, naweza okota kitu na nikam, nikamregeshea muhusika kwa sababu hiyo ni njia moja ya utu kwa binadamu na pia ni njia nyingine ya kuwa unaweza kujitengenezea kitu ambacho hujawahi kujitengenezea katika maisha yako maana unapomregeshea mtu unapokiokota na ukam, ukamregeshea unaonesha wema na fadhila Kwa hiyo mwenye kuokotewa atashukuru, na pia kukushukuru kwake atakuwa amekupandisha ngazi, kutoka ngazi hii kupanda katika ngazi nyingine. Kwa hiyo hiyo ni busara na ni hekima pia. Haya, cha tukuombee Mungu uzidi kupanda. DJ wetu tunakupenda sana. Mwenyezi Mungu azidi kukupa afya, upambane kiukweli. Katika madije yote we una show love kwa mafanzi wako, pamoja sana bro. oi, oi, oi, oi. Naitwa Lonely Leonard nzali kipenda, niite nzali next level, kutokea pande hizi za Dallas, Texas, ndani ya nchi ya Trump. Ebwana uh, ni kwamba milioni mia sio mchezo mzee, tusidanganyane hiyo yani, ukiiokota weke hiyo moja afu andika hizo sifuri afu angalia umbali kwa kiasi gani, yani uko faa we. Hiyo nakwambia hivi, hata mchungaji akiokota mtu wa dini atakutafutia ndio kwenye Biblia za kwambia hii ndio sadaka imeletwa kwa namna hii yani. Yeah, acha kabisa mzee. Ni hayo tu, wapenda sana, big up kwako lobo tingwa roboti on the street. Mambo vipi? Basi noma noma noma sana, big time mablasa nzali, na I wish you all the best blada, kutokea hapo nchini Marekani, na big time kwa wote pia ambao wametuma ujumbe wa sauti. Comment ya kwanza anasema ndio, na jina lake anaitwa Amina Masazi, na comment ya pili anaitwa mavoe jr anasema, da kitambo sana mtaa huu mse, baba roboti, nilimisi punchline yako kaka, kwa heshima. Big time kwako mavoe jr, na huyu anaitwa Brinda anasema mimi narudisha staki mikosi. Big time kwake Huyu anaitwa Adfor anasema tu nitampa na huyu anaitwa Dela anasema nitarudisha kwa sababu ya Mungu mengi, na huyu anaitwa Esther anasema pesa siwachi zari kama hilo, big time kwa kwake. Na huyu anaitwa Boban, big time kwa komenti yako. Na huyu anaitwa umi umi, big time kwa komenti yako. Na huyu anaitwa Fatuma Juma anasema mi siwezi kuchukua, big time kwa komenti yake. Na huyu anaitwa Safari Foto anasema wapili, leo nikisha wakota hizo pesa ni mwendo wa kujikata tu, big time kwako Safari Foto. Na huyu anaitwa Loveness kutokea nchini Oman anasema ye kama akiokota hizo pesa ataenda kumrejeshea mwenye nazo. Haya, big time kwake. Na huyu anaitwa Amina anasema yeye atamrejeshea. Big time kwake. Na huyu anaitwa Braki anasema mimi ningerudisha. Na huyu anaitwa Patrick Kabamba anasema mimi siwezi rudisha tajiri. Na huyu anaitwa Siombwa anasema tu hawezi kurudisha. Big time kwake. Na huyu anaitwa Kelvin anasema Mungu atanisamee tu, milioni mia moja, never siwezi kurudisha kwa maisha haya. Na huyu anaitwa Arbain anasema tu, kwa kweli ni noma. Na huyu anaitwa Tab anasema tu, no I can't do that. Big time kwake. Na huyu anaitwa Dolinda anasema nitamkimbilia na kumkabidhi. Na huyu anaitwa Umi Umi anasema ndiyo ntarudisha pesa maana si yangu. Na huyu anaitwa Halima anasema hekima busara hivi huwa vinashinda tamaa, big time kwake. Na huyu anaitwa Fide anaweka tu hizokopa, anasema mimi nachukua milioni mia moja roboti, nimeipenda hii. Na huyu anaitwa Recho anaweka tu hizokopa, lakini Debora Mganda pia big time kwa comment yako. Na hawa hapa wana majina ya kiarabu kama wawili, big time kwa comment yenu. Na huyu anaitwa Leila anasema tu ntarudisha. Na huyu anaitwa Halima anasema v nzuri sana roboti, big time kwake. Na huyu anaitwa Huseni anasema tu siwezi kurudisha. Na huyu anaitwa Almisa anasema tu siwezi kurudisha. Na huyu anaitwa Huseni pia comment yake ya pili. Na huyu anaitwa Kapusilog anasema tu Afrika hakuna mtu anaweza kurudisha, big time kwake. Na huyu anaitwa Poniaga anasema mimi binafsi sirudishi, big time sana kwa comment yako Poniaga. Na huyu anaitwa Apendeki big time kwa comment yake. Na huyu anaitwa Rosa anasema kaka bahati uoga haiji mara mbili, big time kwa comment yake Rosa. Na huyu anaitwa Moila big time kwa comment yake. Na huyu anaitwa Dagami g anasema tu siwezi kurudisha. Na huyu anaitwa Nelson anasema hawezi kurudisha. Na huyu anaitwa Joseph anasema kwa nilipofikia sirudishi. Na huyu anaitwa Mavoe JR anasema hakuna nafasi mara mbili. Nishasoma komenti yako Mavoe JR, umetisha sana. Na huyu anaitwa Elcidio anasema yatapita atapita na hela. Na huyu anasema roboti, mimi ni lahila kutoka Oman, mimi ningempa mwenye hiyo milioni mia moja kwa kweli, basi big time kwa comment yako lahila. Na comment ya mwisho hapa chini anaitwa Manira anasema tu nitarudisha, na big time kwa wote ambao umecomment pia na ambaye hauja komenti dondosha komenti yako eti, ikitokea umeokota milioni mia moja na aliyodondosha umemwona, lakini hiyo kipindi unaokota hakuna aliyekuona, je utarudisha hiyo pesa? Dondosha komenti yako, lakini pia tuma ujumbe wa sauti na vyote vitasikika na vitaonekana live on your big screen kwenye next review. Mimi naitwa Roboti na hii inaitwa Robotingo TV. Asante kwa kutimiza subscribe elfu hamsini. Usisahau kulaiki, usisahau kusubscribe na usisahau ku turn on notification ili uwe wa kwanza kutazama video mpya kila siku. Tukutane siku ya kesho kwenye next review. Bye bye, I'm out here.